Katika hotuba ya Waziri wa Fedha kuhusu bajeti ya serikali mwaka 2025 2026, waziri alipendekeza kufutwa kifungu cha tatu sehemu ya nne cha Sheria ya Utoaji wa Leseni za Biashara, Sura 101, ambacho enyewe kilizipa mamlaka uh, za utoaji wa leseni za biashara uwezo wa kufunga biashara pale ambapo wafanyabiashara wanakiuka masharti ya sheria husika na lengo la hatua hii ikiwa e, ni kuondoa kero kwa wafanyabiashara na kutekeleza pia maelekezo ya serikali kutofunga biashara uh, kuwa uh, kufunga biashara pia kunachukuliwa kama adhabu isiyo rafiki katika ukuaji wa uchumi, hatua hii itakuwa uh, na matokeo gani? Lakini nini mchango wake hasa katika kukuza uchumi na mapokeo kwa wafanyabiashara? Ni miongoni mwa yale ambayo tutagusia hapa. Tumemwalika uh, mchambuzi wa masuala ya uchumi uh, Bohela Tunogela. Karibu sana Lunogelo, asante Luno sana <laughs> Sante kwa marekebisho Bohela Lunogelo. <laughs> <laughs> Luno <laughs> Eh, u... so... <laughs> <laughs> ukakosea alafu <laughs> ukataja kitu kingine lakini, <clears throat> yupo pia Severin Moshi ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya wafanya biashara Kayako. Karibu sana ili sana. Severin Moshi alina shida ya <laughs> <Hey, alina shida. laughs> karibu sana uh, Bohela, na pengine tuanze kwa kufahamu hatua hii inamaanisha nini kwanza, na itamaanisha nini pale ambapo marekebisho haya yatafanyika? um, asante Hilda na na, Richard. Um, Severin. No. Hey, <laughs> <laughs> na ni, kwanza ni, inaashiria kwamba serikali ni sikivu, maake kulikuwa na malalamiko ya muda mrefu kwamba hiki kifungu kinatumika hakitumiki, ipasavyo kinatumika vibaya na mamlaka maofisa Uh, kimsingi iliwekwa kwamba pale ambapo wakiona mfanyabiashara au biashara wanajaribu kumwonya, lipa fanya hivi hasikii, ndio ilikuwa na uchukue hiyo hatua, lakini kama ilikuwa wengi wanaichukulia kama ndio hatua ya mwanzo kabisa kufunga mm. Sasa uh, maana yake nini ni kiuchumi kwa kufanya hiyo, maana tuseme athari za kufunga uh, biashara athari zake ni, ni kwamba ukifunga biashara unaathiri wanasema value chain, mlolongo wa thamani ya zile bidhaa ambazo zinafanyiwa kazi pale. Kama ulikuwa una, unauza uh, uh, ma mahindi kwa mfano, biashara yako ya store ya kuuza mahindi eh, maana yake ni kwamba uh, una, unaathiri wale wanao uh, wadau kuletea mahindi, walikuwa labda wanaweza kuwa ulishawekwa na tenda ya kuleta mahindi kwa hiyo itabidi wewe na akate ile asitishe ile tenda hmm. lakini unaathiri vile vile hata ule wa msafirishaji, yani una, unaathiri mlolongo mzima toka uzalishaji, uchakataji mpaka kusafirisha, mpaka na wale vibarua wanaosomba kuleta pale. Kwa hiyo unaona mfano, mfano mdogo. Kwa mfano in, in, in, in, ingawa eh, kimsingi eh, inaweza kaa vile vile ina, wanaka wanasema hamna, eh, kitu chenye chenye upande mmoja kufaida yake ndio hiyo kwamba uh, shughuli za kibiashara hazisimami, na maanake na hasa hasa ukifungia wengi, labda katika watu elfu moja ukimfungia mmoja ni sawa, inakuwa sasa in, wanasema in, insignificant, lakini yes, kama ikiathiri wengi, kuna unaathiri kabisa mzunguko wa pesa kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye uchumi mm. Uh, seven, uh, seven, no. Uh, kwa upande wenu nyie wafanyabiashara, kufutwa kwa sheria hii Kulikuwa kuna, uh, uwepo wake kwanza, ilikuwa inawaathiri kiasi gani na kufutwa kwake pengine mnahisi namna gani mtanufaika? Athari yake ilikuwa ni kubwa sana kwa sababu uh, watumishi wengi hasa wasio waaminifu walikuwa wanatumia vibaya kipengele hiki. Akija kwako mkipishana kitu kimoja, nakwambia funga funga funga, akijua kwamba ni hatua ngumu ambayo itakupa mawazo, kwa sababu wafanyakazi watarudi nyumbani, marejesho yatasimama na vitu vingi vitasimama, hmm. Eh, eneo letu la Kariakoo kwa bahati nzuri hatukuwa sana na hilo shida, kwa sababu tumekuwa kwenye diplomasia zaidi, lakini maeneo ya pembezoni bado kuna kulikuwa kuna hayo matatizo, na hata siku hizi mbili ambazo juzi na kuanzia kwenye Alhamisi na Ijumaa, kuna wenzetu halmashauri ya Ubungo bado wanavutana kwenye eneo la service levy mm, yeah. E, wenzetu wa Mbagala vile vile bado wanavutana kwenye service levy. Sasa kuna wakati ambao pia manispaa wanaingia mikataba na makampuni binafsi kuhusu kufuatilia kwao wanapokuwa wale wanachukua mabounsa, wanapita kwenye maduka kwa, inaondoa utulivu kwenye biashara, na biashara ni diplomasia, ni vizuri mkawa mnazungumza, lakini biashara uh, zinaendelea. Kwa hiyo hatua hii ni nzuri na tunaipongeza kwa sababu itatupa uwezo wa kufanya biashara kwa amani na utulivu. Kwa kawaida biashara ilikuwa ikifungwa inaweza kuchukua muda gani? Inategemea na ushapo wako sasa, hapo hmm, kuna wakati mwingine ukienda kulipa wakati huo huo, lakini kuna penati na adhabu watafungua, kama huna basi unaweza kuchukua um, hata wiki hata siku mbili tatu. Kwa hiyo inategemea na wewe mwenyewe ambaye ume, umefungiwa, lakini ni hatua ambayo pia walikuwa wanatumia kukandamiza na watu wasio wamenifu wanaitumia pia kujipatia rushwa. Sasa Lunogelo, mm -hmm. Yeah. uh, kwa upande wako Lunogelo ikuwa inaelezwa kwamba uh, kuna uhitaji mkubwa sana wa kuwa na vyanzo vingi vya ukusanyaji wa mapato, lakini pia uh, watu yani, kuna idadi kubwa pia ya watu ambao watakuwa wakichangia mm -hmm. Sasa wapo baadhi ya wafanyabiashara, pengine inaelezwa kufuatia sheria hiyo walikuwa pia wakikwepa uh, wakati mwingine kulipa kodi, kwa sababu muda mwingi walikuwa wakikimbia kimbia. hii inaweza ikasaidia vipi nchi? Hey, kwanza, Dani Richard, mojawapo ya vita ambavyo uh, watu labda wanapaswa kuelewa, hata serikali inajua hivyo mm -hmm. ni kwamba vyanzo vya kodi kwa mlolongo wake eh, ile biashara ile hata kama imeendelea ime, ime ku operate lakini hajalipa, mm -hmm. kodi kidogo ile ambayo atakaye alipe, mm -hmm. lakini faida yake kwa maana ya vitu vinavyouzwa maana mm -hmm. kuna vati pale mm -hmm. ile vati zitaendelea kulipwa mm -hmm. kwa hiyo serikali inaendelea kuchukua mapato kwa kutumia vati, lakini kuna lori ambayo inaleta zile zile bidhaa mm -hmm sina wenyewe wataendelea kulipa kodi kwa kufanya yeah, hivyo mm. lakini kuna mishahara ile wafanyakazi kama livyosema, wafanya sasa unapolipa mishahara pale kama wa, wa, wa, wa, wa, wa na wafanyakazi wengi zaidi ya watano wanatakiwa wakate kodi na kadhalika. Sasa ile tayari wa, wale, ile mishahara isinalipa kodi mm. E, kwa hiyo utakuta kuna mlolongo unaopata faida inayopatikana kwa biashara kuendelea kuwepo mm, ni kubwa kulikuwa ni ile hasara ya ile kodi kidogo ambayo yeye jamaa anakupa, lakini hasara nyingine ambayo mwanzo nitaka kusema kwamba inaweza ukaleta, anasema nini viashiria, yaani kama vile vivutio kwamba bwana hatusipolipa kodi mm. Eh, ufungiwi sasa hapo inaweza kawa, kama ikiwe, ikiwa, ikiwa sasa watu hawawajibiki kama elimu ya mlipa kodi eh, kama isipoendelea kuka, kukaziwa na viongozi wetu hawa wasipoendelea kuelimishana wenyewe kwa wenyewe na nani mfumo ambao unatumika kwenye nchi zingine ni kama mkiwa kama wafanyabiashara mnajipa pressure wenyewe kama vile, mm. Kundi vile vya kukopa, vya, vya, vya, vya, vya halmashauri kopeni lakini mnasindikizana wenyewe, bwana wewe hujalipa, maana kusipolipa unatuharibia jina wote na nadhani viongozi wetu wa biashara wana kazi kubwa kuisaidia serikali kwamba isije sasa ikawa, sasa kama bwana, hatusipolipa kodi siku hizi bwana hufungiwi mm -hmm. Sasa kama ita, n, n, n, wengi wa, wasipolipa kodi inakuwa ni janga, na lenyewe itahitajika kanuni nyingine ya kusimamia hili. E, nadhani kimsingi zaidi ni ushirikishwaji na, na elimu mm -hmm. ya mlipa kodi ni pamoja na kushirikisha wafanya biashara wenyewe na wana vyama vyao, nakuwa kwa, wanasema peer pressure, wanasema kusaidiana, kirika, watu wa aina moja mnasaidiana, bwana usikwepe bwana, mwenzetu, unaona una, una, una, una, una, una, una mwaka wa pili sasa, tunajua hujalipa, kila siku unatoa kisingizio, biashara yako na hiki na hiki. Kwa mbadala unaweza ukawaukushirikishwa eh, eh, eh, ufanyabiashara ili wawe wanasaidiana kukemeana wenyewe kwa wenyewe mm. Eh, na kwenu Severin, juu ya hofu hii sasa, pia kama viongozi eh, mtafanya dini pia ili uh, kuondokana na hili. Kwa sasa hivi tunafanya kazi kwa kushirikiana, jumuiya zetu za wafanya biashara zinafanya kazi kwa kushirikiana na, na serikali, na sasa hivi jumuiya iko nchi nzima za wilaya na mikoa vilevile vile na kwa mfano pale Kariakoo hivi, kama wiki mbili nyuma, nilipokea orodha ya watu ambao hawajalipa leseni, nafanya biashara bila leseni kutoka kwa mkurugenzi wa jiji hmm. Mimi kama kiongozi wa wafanyabiashara nachukua ile orodha na naiweka kwenye grupu zetu za wafanyabiashara, kwa kama unadai, huwa ukijiona pale lazima unajisikia vibaya na watu wanakusema kwa nini hujalipa. Kwa maana baada ya pale nilipokea orodha ya watu kama 30 na karibu wote wamelipa wame lakini TRA vile vile huwa wamekuwa wakija sokoni, tunazungumza nao mameneja na watu wa elimu, kamlipa kodi anakuja, kama kuna tatizo, wametoa room kwamba njoo tuzungumze, ulipe taratibu. Kwa hiyo mnafanya mkataba huku, unafanya biashara lakini e, unalipa taratibu. Kwa hiyo kwenye eneo letu la Kariakoo kwenye hilo e, tatizo tulishaondoka hata kabla ya sheria hii kujia, e, kutolewa. Lakini wenzetu pia wapembezoni kama uko Ubungo, Temeke na kwingine, wakikutana na changamoto zikiwashinda, tunashirikishana wote. Kwa hiyo kupitia ushirikiano tu unatosha, wala kwa sasa wafanyabiashara wengi wameelewa umuhimu wa kodi na hatupendi kuvutana. mm -hmm, na nafikiri umeona wakati mwingi tunavunja rekodi za mapato sasa hivi kwa sababu tunapata elimu, lakini unalipa kodi rafiki na sio kama zamani maofisa yalikuwa mnavutana mnatishiana. Kwa sasahivi tuna rumu ya mazungumzo kupitia jumuiya zetu za biashara. mm. mm. Na, na, na katika uh, kipindi hicho ambacho uh, sheria hii imekuwa ikitekelezwa iki, uh, ni mambo gani kwenu ambayo mlikuwa mnaona pia uh, ni kero? Um, kabla ya hii sheria ilikuwa mtu akija tu anataka kufunga, lakini bahati nzuri nilivyosema sisi ni watu wa diplomasia sana, eneo letu la Kariakoo na mkuu mm, wetu wa wilaya ni mtu mzuri na msikivu. Kwa hiyo mara nyingi ukiona vile, basi ulikuwa unawasiliana na mamlaka kama ni ya leseni, tunazungumza, tunamaliza na tunamsimamia ule mtu kuhakikisha kwamba tatizo eh, limemalizika lakini tulikuwa na na hapa Kariakoo tulianzisha e, zoezi la kuhakikisha kwamba Tanzania, e, wa Tanzania tunapata sheria ambayo ni ya kumlinda mzawa, na tumeona kwenye waziri wa fedha pia kwenye mswada aliosoma na yenyewe ipo. Ni matumaini yetu kwamba tukipata ile sasa itatusaidia kuondokana na utitiri na wengi wa wageni kwenye soko letu, jambo ambalo lilikuwa linatishiatishia mitaji yetu na wengi wetu wamefindikia kwa ajili hiyo. Kwa hiyo tunasubiri kwa hamu kuona upitishwaji wa ile sheria ambayo utampa mamlaka waziri wa viwanda na biashara kuweka kanuni kwamba biashara hii haitafanywa na mgeni, hii itafanywa na fulani. Kwa tunasubiri kuona kwa hamu, lakini ni matumaini yetu kwamba tunakwenda vizuri na mambo yatakaa sawa. mm -hmm. yeah. mm -hmm. Mimi nimefurahi sana yeah. Ile ni kwamba mm -hmm. kumbe mmeanzisha magrupu. Ndiyo. Kwenye WhatsApp. atsa No. Kwa kutumia mfumo wangila nasema name and shame No. Taja au mwaibishe kama kana katika ule mkeka wa, wafanyabiashara wa, yeah, wa 100 No. We kila siku unapia we ndio mkiukaje, hata ukienda kwenye mahali kwenye kukunya kabia wenzako wanakucheka, aawe unatuaibisha, kama kungekuwa na mfumo Samuel Richard. Ndio, bila shaka. Sisi kama walipa kodi, walipa kodi huwa hatujui katika maduka nani hasa mkwepaji sasa so, ee. Kwa nini TRA kwa mfano msingezungumza kwamba wangekuwa hata na lebo fulani mm. kama nyota fulani hivi mm. nyota ya kijani kwamba inabandikwa pale kwamba huyu ni mlipa kodi mzuri, yeah. Nikiona duka halina ile nyota ya kijani nikiona kama no. Kwa hiyo mimi ni... yeah. Yeah. Ile afadhali niende ile duka lina nyota ya kijani ya TRA yeah, kwamba huyu ni mlipa kodi mzuri kwa nina hakika hela yangu ninapolipa napo... pale ninaponunua bidhaa yeah, naenda mpaka serikali. Nikiona hii haina yeah, sio lazima aweke kama nyekundu kwamba huyu ni mkwepaji ana red ana mm -hmm. red card, lakini at least akutungianza na yeye akijani. Kwanza wale ambao hawana ya kijani, unajua huyu ana mashaka mapendekezo tu nilikuwa nafikiria. Na na, hmm. Ni kweli, lakini kwenye hilo sasa ni la upande wa TRA na mimi sio msemaji wao. Yeah, yeah, yeah. Mimi kwa upande wetu tumekuwa na tuzo za walipa kodi bora pale Kariakoo. Mm. Na tumekuwa tukialikwa tunaenda. Uh -huh. Lakini tu, tunaandaa pia tuzo za wafanyabiashara bora jumuiya yetu wenyewe. Mm, mm. Zile zenyewe zinawafanya watu wajisikie kulipa kodi na kuwa kwenye zile nafasi za kupata tuzo. Mm, mm. Kwa upande wa TRA tumekuwa kuna wakati walipita kila duka kukagua kama umelipa na unabandikiwa stika. Mm -hmm. Ukipita kwenye maduka yetu ya Kariakoo wale ambao wote wamelipa utaona kuna stika pale ya TRA kwamba huyo amekaguliwa na ni mlipa kodi. Kwa hiyo linafanyika mnum. Wanabandika karibu na, draw mnum, yule karibu kesia. na draw. <laughs> kama kwenye meza <laughs> Okay. Ile wanaibandika pale yeah. Mnatoa mnatoa zawadi mm. Uh, ama motisha kwa ule ambayo ni mlipa kodi mzuri yeah. Sasa uh, pengine hizo nafasi ni chache, kuna wale ambao pia ni wengi lakini hawajafikia nafasi hiyo Ndio. ya kupata hizo tuzo nah. Lakini kuna wale ambao hawafanyi kabisa na wapo kwenye jamii ya wafanyabiashara na pengine hiyo inawezekana ikawa ni sehemu ya kuatia, uh, kutia doa kuatia doa wafanyabiashara hao mnafaj... yani mnadili nao vipi nyinyi kama viongozi? Si kwanza si viongozi tunadili na watu ambao wanalipa kodi lakini mm. Tunaelimisha na kuhamasisha watu wetu wasiolipa wa walipe kodi uh -huh. E, ikiwa hulipi kodi, kumana, kodi. Si <laughs> kwa maana wewe sio rafiki yetu, na tunahamasisha kwamba ukipata na tatizo lolote kama ulipi kodi hilo litakuwa utakabiliana nalo mm. na tumekuwa na elimu ya mara kwa mara na kwa ukweli niseme upande wetu wa Kariakoo, baada ya kamishina mkuu amewahi kuja pale zaidi ya mara tatu tangu ameteuliwa, lakini meneja karibu kila muda tunakutana, na kizuri zaidi baada ya kuona wakati mwingine ukienda kule ofisini kuna foleni na nini, tumekuwa tukiweka maturubali kwenye sentama muhimu kule Kariakoo katikati, kwa hiyo huhitajiki kwenda ofisi za TRA kupata huduma wanatufuata kule tulipo, kwa hiyo unaweza kwa ukatoka tu kwenye duka ukatoka nje pale, kuna turubali la TRA ukapatiwa huduma zote ambazo unahitaji una kufanya. Kwa hiyo ukiona mtu ambaye halipi ni mtu tu mkorofi, na kwa sasa watu karibu wanamalizika, kama hawapo kabisa mm, eneo letu yako bohela nini. Kitakuwa uh, kipimo cha mafanikio haya tukizungumza miaka miwili mitatu mbele, uh, hasa kwa, kwa hatua hii ambayo ikipitishwa, uh, itaanza kufanya kazi. E, nadhani na, na, hiyo bila shaka wana TRA wana, wana, wana, watakuja wata na uh, takwimu baadaye hmm, kuona je, ile zoezi limefanikisha vipi? E, na hasa sasa mojawapo ya takwimu bila shaka watakuwa wanaangalia, je, sasa idadi wanao kwepa kulipa kodi inapungua au inaongezeka. Atakuwa ndio kipimo kizuri hmm. Maana yake lengo la hii ni kuhamasisha kuha kwamba mtu kama ukikwama uki, uki, uki, kulipa kwa miezi miwili mitatu, usubiriwe baada, hmm. baada ya miezi sita unalipa si ndio? Sasa nadhani baada ya miaka miwili wanaweza kufanya tathmini nyingine kuona, je, default rate wenyewe wanaita imeongezeka au imepungua, lakini vilevile hata kiasi cha mapato ambayo kodi ambayo TRA wanakusanya na wenyewe watatupa matokeo baada baada ya muda hivi. Severin, naomba uzoefu kwenye hili uh, kuna wale ambao wana maduka uh, ambao hapa kwenye jumuiya ya soko ama sehemu flani ambao kuna soko fulani maarufu mfano Kariakoo mm -hmm. uh, mtu tu nyumbani kwake ana frame kaweka duka na kuna leseni, hawa usimamizi wao huwa ukoje? um, Kariakoo ni eneo maalum la kibiashara mm. na ni mkoa maalum pia wa kikodi. Kwa hiyo pale kote ni eneo la biashara, lakini pembezoni sasa kuna haya ambayo yapo kwenye kama unavyosema nyumbani mm. pale lazima uwe na leseni, lakini uwe na tin tin ambayo nakupelekea kulipa makadirio na vitu vingine, lakini leseni unalipa kwa mwaka na huduma nyingine kama service levy na, na kadhalika. Kwa hiyo mm. E, TRA ya eneo husika nafikiri, unaona TRA sasa hivi wamejenga na wamekuwa kila eneo ambalo linakuwa na wameweka ofisi Mfano, Manzese kuna TRA, ukienda uh, Sinza sasa hivi pale uh, Samuni Joma kuna TRA, ukienda Mwenge kuna TRA, Kimara, Mbezi, Atagoba, na kwingine kila mahali na Goba kumekucha mafunga, sasa pia yeah, wamepeleka huduma kuna ofisi ya TRA, kwa hiyo wamekuwa wakifikiwa kupitia ofisi zilizojirani nao mm -hmm. Zipo sheria ipo miongozo zipo kanuni na adhabu mm -hmm. uh, mbalimbali ambazo uh, zinamfanya mfanyabiashara pengine awajibike zaidi kulipa kodi, lakini uh, bado imekuwa ikiripotiwa watu hawalipi kodi ama wana hizi adhabu bado ni nyepesi sana, watu wanazimudu, hawazihofi. Hapana, unajua, kwenye msafara wa mamba na kenge wanakuwepo, lakini ulipaji kodi umeongezeka. Nafikiri tangu miaka miwili nyuma, ukisikia TRA wakitoa takwimu za mwezi, mwaka, miezi mitatu, miezi sita, wakati wote tumekuwa tukivunja rekodi hii. Maana yake watu wamekuwa wakiongezeka kwenye kulipa kodi na hawapungui. Mm -hmm. Kwa upande wako uh, Lunogelo uh, ili tulione ili jambo halijakaa kisiasa uh, tunapaswa kuangalia nini zaidi, kwa sababu wakati mwingine huenda kanuni fulani kapendekezwe ikapigiwa makofi, baada ya wakati fulani tukasikia uh, tukasikia tena wafanyabiashara wanalalamika juu ya uhalisia wa kile ambacho kilipitishwa awali. Nadhani mwendelezo wa swali ambalo Hilda alishaliuliza kwamba TRA sasa kwa vile hata pamoja na kwamba watu walikuwa wana ukwepaji kama unaosema, lakini ki, kimsingi e, TRA imekuwa na mafanikio makubwa ukishirikiana na wafanyabiashara na viwanda ku ongezeko ku, ku, kubwa la, la, la, la, la mapato ya ndani kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu, kutu kwa kutumia TRA. Kwa hiyo wame, wamekuwa na, na, na, na mafanikio makubwa. Sasa watapima je sasa ile kama ni grafu itaendelea kupanda au baada ya kuweka sheria hiyo wakiona inateremka, basi wataishauri serikali, vinginevyo kama pengine tu to hiyo bwana, turudishie sheria hii sasa. Lakini mimi naamini itafanikiwa. mm -hmm. na hasa hasa wakifuata mfumo ambao Severin mm -hmm. ameshatueleza ambao kwa Kariakoo pale maki ndio kitovu cha biashara kwa Tanzania mm -hmm. na kama na wengine waige waige mm -hmm. mfumo wanaotumia kupeana pressure kukemeana mfanyabiashara wenyewe kwa wenyewe, watabakia wale wa, ambao wako majumbani mmoja mmoja lakini wale ambao wako sehemu ambazo zimekaa kwa pamoja kama ni Iringa pale ni Shinyanga au pale Songea mjini mm. eh, au kwa Dar es Salaam hapa maeneo kama ya yeah. Goba, unajua na kuna maduka mengi pale Goba Center sasa. Pale na wenyewe wakianzisha umoja namna hii inakuwa ni rahisi sana, lakini kwa sheria kama hii wote wawajibike. Sasa awajibike mfanyabiashara mamlaka awajibi... na na kwa, kwa muda uliobaki eh, kabla tuendelea tutakuja kumalizia saa, saa, lakini tuungane yeah, na mwenzetu Jafari Mponda ambaye yeye yuko Kariakoo kupata maoni pia ya wafanyabiashara juu ya hili. Habari za hapo Jafari, na karibu sana. Nam, asante wenzangu studio. Ni katika mtaa wa Donge na Swahili, hapa Kariakoo ndipo nilipo tayari kuzungumza na wafanyabiashara, tusikie nao maoni yao yapoje na wamepokeaje hasa taarifa ya kufutwa kwa sheria ya TRA kufunga uh biashara uh, na, na, na je wanazungumziaje kwa ujumla uh, katika mapokezi yao kwa uh, hili. habari yako? Ni njema sana. unaitwa nani bwana? naitwa bwana Idi. Ndio. Naam Pengine kwa upande wako wewe uh, hili kwanza umelipokeaje? Mimi nimepokea vizuri katika kufanya biashara katika namna, mm. kama itakavyokuwa imefungwa katika, mm. okay. ita katika usumbufu mm. wa wafanyabiashara itakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo kama itaendelea kama hivi itakuwa ni bora zaidi, na wafanyabiashara waendelee maduka asifungwe, itakuwa ni bora zaidi, na TRA wakiacha katika usumbufu itakuwa imewasaidia kidogo wafanyabiashara. Okay, hapo mwanzo ilikuwaje kwani pale ambapo TRA inapokuja kufunga duka na mfanyabiashara? Ilikuwa ni kero katika risiti, utoaji wa risiti wanafati. wanafuatilia wanasema, kama hujakamilisha risiti yako sijui bei umeandika ndogo inakuwa baadaye ni usumbufu, ndio inatokea mpaka kufungwa kwa duka. okay. mm. ambapo kwa mfanyabiashara ilikuwa ni hasara kiasi gani? ilikuwa ni hasara, ni kero, ni kubwa sana kwa sababu analipa kodi, analipa mapato, analipa kila kitu analipa ulinzi anaipa flemu hmm, kwao inakuwa ni kelo. Okay. Hmm. Itakuwa suluhisho zuri, hii itakuwa suluhisho zuri, kabla, itakavyokwenda hivyo kabla walivyopangilia itakuwa bora zaidi. Ndio unaitwa nani? Sawa, kwa majina naitwa Janet Tesha ni, ni muuzaji kutokea kampuni ya Awina Motorcycle. Tuambie wewe okay, kwa upande wako umepokeaje hili tangazo kufutwa kutokana na, na kutajwa kwenye bajeti. Sawa, kwa upande wangu nimelito, nimelipokea kwa mtazamo chanya kwa sababu ukiangalia, vile tukiwa tunafunga maduka kwa upande wa serikali hata kodi zinakuwa zinashuka zina, zina, zina ila, tukiwa maduka wote wafanya biashara wote tumefungua maduka, hata serikalini wenyewe mapato yanakuwa yanaongezeka, hasa ashum tukiwa tumefunga wote maduka, hamna biashara zinazoendelea, kiufupi yani Serikali inakuwa inapata hasara. Kwa hiyo sisi tumelipokea kwa mtazamo chanya na tunafurahia kwa kweli, na tunashukuru serikali kwa kuamua kupitisha hiyo bajeti ya kuzuia kufungwa kwa maduka. Okay, ni matarajio yatakuwa sawa. Mimi naona kwa mtazamo wa mbele zaidi kwamba ukipitishwa hiyo hiyo hiyo hiyo sheria itakuwa ni nzuri, hasa kwa sisi wafanyabiashara tutakuwa tuna, tuna, tuna, tuna, tuna nufaika, na hata pia serikali na yenyewe itakuwa inaongeza Mapato. Asante sana kwa hali. Haya yanakuja kutokana na, kutoka na, na hotuba ya Waziri wa Fedha kuhusu kufutwa kwa sheria ya TRA kufunga biashara kutoka maeneo ya mtaa wa Donge na Swahili hapa Kariakoo. Hayo ni machache kutoka kwa wafanyabiashara. Kwenu studio kwa mwendelezo yale ambayo yanajiri Naam, Jafari asante uh, sana. Akiwa uh, bado ni mapendekezo na uh, kama itapitishwa basi itakuwa hivyo mm -hmm. Na katika kumalizia sasa, Richard naona ah, alikuwa ah, uh -huh. Naendelea kuzungumza Lunogelo alisema uh, kwamba zinaonekana sheria hizi ana lengo zaidi mfanyabiashara biashara, lakini tunasahau pia upande wa msimamizi wa sheria. Wakati mwingine wapo baadhi ambao wanaonekana si waaminifu Eh, uh, mwanzo alizungumza seven ni kwamba anaweza kuja pale msimamizi mmoja wapo akawa anaweka vitisho ama akatumia sababu hiyo kuweza kumdhoofisha mfanyabiashara mm. kwenye hili uh, pengine unaweza kutoa ukazungumza nini ama ukatoa maoni gani? Mm. E, na, na, ndio utu, leo, kuna methali ya Kiswahili kwamba uh, samaki mmoja kioza basi tengazima ina kwa inafanya kioza <laughs> lakini kimsingi nadhani hata Severin na Ben Howard kabla napita pesa na madukani uki kwa ujumla. Uh, utakuta wafanyabiashara wengi wanaisifia TRA kwa mageuzi ndani ya TRA management, na management mtizamo, nadhani wame wanapewa semina za mara kwa mara wale maofisa wa TRA kuwa marafiki, wanasema ulipaji kodi kuwa ukoji wa kirafiki na nani programu ime, imezaa matunda, lakini sasa, ili kuzuia wale samaki wadogo wachache ambao wanaweza kauza, nadhani hii kipengele umemsikia yule bwana mdogo pale alivyokuwa anaongea kwamba naweza akakwambia mm -hmm. tu hili siti, mbona wewe umeuza kwa shilingi elfu kumi na tano badala badala ya 20 mm -hmm. kwa hiyo umepunguza makusudi ili ukwepe sasa, lakini mimi huyu atulikuwa labda nina negotiate amembembeleza nipunguze, sasa ndio maana ya biashara, nimepunguza, ndio maana nimemlipa hiyo sasa ina ukweli haina ukweli, lakini mimi kama mfanyabiashara nina haki ya kumpunguzia. Ndio maana nimemwandikia, nimetoa risiti, imetoa anaambia kwa nini bei yake ndogo kuliko dani, anatishia ana, ana, ana kufungia. Amelipa na ameandika risiti, lakini hicho kifungu kilikuwa kinatumika vibaya, na ndio maana serikali imesikia hicho. Yeah, ni kweli kabisa mm. Yeah. No. No. Sasa si tumefurahi kuwa na nyinyi asubuhi hii kujadili kuhusiana na hili asanteni, mm. sana asante. Sasa sasa, tumezungumza kuhusiana na hatua ya serikali eh, kuja na mapendekezo ya kufutwa kwa sheria ya TRA kufungia biashara na tumeangalia mchango wake katika eh, kukuza uchumi. Tunafahamu kwamba eh, kifungu cha tatu nne cha sheria ya utoaji wa leseni za biashara sura ya mia moja na moja ambacho kilizipa mamlaka za utoaji wa leseni za biashara eh, kuzipa uwezo wa kufunga biashara pale ambapo wafanyabiashara biashara eh, wamekiuka masharti ya sheria husika tumezungumza hapa na mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa, Bohela Lunogelo, lakini Severin Mushi ambaye ni, ni mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo.